Njozi ya Ajabu, simulizi ya kusisimua iliyoandikwa na mtunzi Isaac Kanyankole ambayo unaweza kumpata kupitia nambari ya simu ya 0625 91 50 00. Ghafla nilijikuta mikononi mwa watu wenye sura za ajabu, sura zenye kutisha mno. Walikuwa wamenibeba mfano wa maiti inayowaishwa makaburini, huku wakiimba nyimbo zisizoeleweka. Kilichonitisha na kunishangaza ni baada tu ya kuona watu hawa wakiwa uchi kama walivyozaliwa, huku nyuso zao zikiwa na furaha ya ajabu. Si peke yangu bali vijana wengi wenye umri kama wangu nao walikuwepo. Kwa pamoja tulikimbizwa juu juu, tusijue kabisa tunakoelekea. Baada ya mwendo dakika kadhaa, tulikaribia katika jengo kubwa iliyopo pembezoni mwa bahari. Hakika ilikuwa jengo la kizamani, jengo chakavu, jengo lenye hadhi ya kikoloni. Hatimaye tulifika na kuingia ndani, ili staajabu mno baada ya kuona watu wa ajabu waliokuwa na makucha marefu, nywele ndefu na wachafu kupindukia. Wao wow, hawakushughulika kabisa na sisi, ila walionekana kuwa wenye kazi nyingi, kwani baadhi yao walikuwa wakikata mapande ya nyama na wengine kumi minadamu. Tulikuwa bado tumebebwa juujuu yu na vijana wachafu wenye kutisha, walioimba nyimbo za ajabu zisizoeleweka kwa lugha ya kawaida ilichofanikiwa kugundua kwa haraka ni kwamba wale vijana waliotubeba hawakuwa mashetani wala watu waliotoka kuzimu, ila ni vijana tu waliotolewa katika maisha yao ya halisi na kuanza kutumikishwa katika jumba lile la maajabu. Baada ya kufika mahali fulani, walitutupa kama mizigo. Ndipo mbele tulipomuona mwanamke mzee, alionekana kuwa na hadhi ya utukufu mbele ya watu wale waliokuwa wakiimba nyimbo za ajabu. Baada ya muda, mwanamke yule alionekana dhahiri kuwa na tofauti baina ya sura na roho yake. Alisimama na kusema, safi sana vijana, kwa kuleta kitoweo, maana akiba ya nyama na damu ilikwisha kabisa. Mwili wangu ulitetemeka mno, na siyo siri, ilimwaga haja ndogo pasi na kupenda, na hii ni baada tu ya kufahamu kwamba nipo katika himaya ya kichawi. Iliogopa sana ulipita ukimya kisha mwanamke yule alitutazama kwa jicho la uchu, na aliwaamrisha vibaraka wake wachague vijana wachache watolewe damu haraka iwezekanavyo, maana yeye alijisikia kiu kwa muda mrefu. Idadi yetu ilikuwa yafika kama vijana 25 ndipo wakachaguliwa vijana watano nikiwemo mimi, na kila mmoja akapelekwa kunako chumba chake na haikuwa rahisi kuonana. Nilichokisikia kwa wenzangu ni kupiga kelele tu, na sauti zao zilinifanya nipoteze kabisa tumaini na kuanza kulia tu kama mtoto mdogo. Mara alitokea binti mmoja akiwa uchi, aliniambia mimi naitwa Furaha na naweza kukusaidia lakini kwa sharti moja tu. Huku nikitetemeka nikamuuliza, ni sharti gani hilo? Yule binti alicheka sana <laughs> na kusema sharti lenyewe tufanye mapenzi la. Ukikataa nitakuacha wakuue kama wenzako wanavyoendelea kuuwawa huko. Sasa Kasumba ilikuwa hapa, kwa maana mimi sikukubali, ila niliomba nitoe kwanza, kisha tufanye baadaye, lakini yeye aliendelea kuwa king'ang'anizi. Baadaye Furaha alikubali, lakini akanisisitiza, endapo ikatokea nikamsaliti, basi hatokuwa na huruma juu ya kutoa uhai wangu. Alinisogelea na akanipa udongo na aliniambia maneno fulani ninayotakiwa kuyasema pindi jitu la ajabu litakapokuja kwa nia ya kuondoa roho yangu. Kisha Furaha akapotea. Katika dakika chache zile, zile jitu lililoonekana kunyonya damu katika kipande cha nyama lenye meno makali na mkia mrefu wenye mibamiba liliingia taratibu na likaanza kunisogelea. Swali: je, nitatumia vipi ule udongo na maneno aliyoniambia Furaha? Je, Nitaweza kulishinda jito lile la kutisha na kurudi nyumbani salama? Usikose katika sehemu inayofuata. Msimulizi wako ni mimi Clement Robert. Kwa mawasiliano zaidi nipate katika nambari ya simu ya 0752451278. Na tu tena katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya njozi ya ajabu. Kwa heri.